Kristo. Baba Mwadhama, washaa maaskofu wakuu, maaskofu, mapadri, baba kachema na jumuia Kipalapala, amnawote na wengine wote, tumsifu Yesu Kristo <coughs> mi kwa kwa, sio mwana wa Kipalapala, sitatumia nafasi kama alivyotumia Father Kitima hapa sitatumia muda mrefu, najua watu wamechoka, watoto mna njaa. <gibu> Kwa hiyo ni ishara wazi <coughs> ingawa mi sio kiongozi wa ibada, nafikiri ishara wazi kwamba tunapaswa kuelekea mwishoni. Langu la kwanza ni shukrani, tena shukrani kwa Mungu kwa haya yote kuwezekana, lakini pia shukrani kwa wale wa mwanzo kabisa ambao walianzisha hii seminari ya Kipalapala na walipita hapa, lakini pia shukrani kwa wale ambao wamefanikisha tukio hili la leo la miaka mia moja ya seminari yetu ya Kipalapala, lakini na wote ambao hii jubilei, tunda la jubilei, mafrateri wote ambao wako hapa Kipalapala. Mafrateri, hebu simameni tuwaone, tuwatambue wana jubilei tunda la jubilei ya miaka mingi. Asanteni sana mafrateri, tunawapongeza nyinyi, tunda la jubilei Lakini pia mama Kipalapala anaendelea kuonyesha ukarimu na kuendelea kufanya malezi yake. La pili, tunapenda kuendelea kuwapongeza wapongeza kwa hii hatua kubwa. Kwanza kupongeza seminari ya Kipalapala kwa mambo makubwa ambayo yamefanyika. Nimefurahi sana jana tulipofika hapa e, hata kuna mmoja nilikuwa namwambia, naona watu wametulia, hawana mahangaiko, yaani wamepanga vitu vyao, wamepanga tangu mwanzo kwamba nini kifanyike mpaka wapi, na mengine yataendelea baada ya jubilei lakini pia nimeona hata kwenye nyimbo zile tulizoziimba, umeshiriki mafratiri wengi ambao naamini ni wapa, kwa majina yanaonyesha fratiri, sijui ni wapa wasegerea. Ay, ongereni sana. Naendelea kuwapongeza pia rekta, e, stafu yaani walezi na wengine wote ambao kwa kweli wakati mwingine tunawataja tu walezi walelewa lakini kuna non teaching staff eh, kuna watu wengi pia wanafanya kazi nyuma ya pazia. Kuna wapishi, kuna walinzi, kuna watu wanaofanya kazi maeneo mbalimbali hapa, eh, Kipalapala, nao tunawapa pongezi. Naomba tuwapigie wa makofi watu hao ambao mara nyingi hatuwatambui, mara nyingi tunawasahau. Kwa hiyo na wao pia tunawapa ongera tunawapatia pongezi zetu nyingi katika tukio hili la jubilei. Na mwisho, seminari ni kituo cha malezi, ni sehemu ambapo watu wanakutana na Mungu. Katika jamii yetu sasa kuna hulka ya kujaribu kumwondoa Mungu kwenye jamii. Watu wanafikiri wanaweza kuishi bila Mungu, kumtoa Mungu kwenye jamii ambayo ni kitu hakiwezekani. Kwa hiyo nyinyi wanakipalapala na wingine kote, na wajibu wa kukutana na Mungu na kuendelea kuwaelekeza watu wakutane na Mungu, na bado tunazidi kuomba malezi yenu yaendelee kuwa holistic kama yalivyokuwa siku zote, na tunaomba walezi, msifundishe tu ao mafrateri namna ya kujaza vitabu vya ubatizo waende zaidi ya pale. Wakati mwingine hata kwenye program za kusimamia rasilimali eh, program zingine ambazo wanaweza kufanya hata za utawala, lakini pia kwa kupitia tafiti zenu hizo, kama gazeti lenu hilo la service na magazeti lenu lile la Kipalapala leo eh. Mtu pendekezee namna mpya ya uchungaji. Mimi sidhani miaka mia iliyopita namna ya uchungaji iliyokuwepo wakati ule kama inafanana na leo. Msiwe kama yule jamaa alikaa yule alipooza, alikaa karibu na bwawa kwa miaka thelathini na nane, alishindwa kuingia kwenye bwawa, na anamsingizia Yesu, kwamba hakuna naye niweka huko miaka thelathini na nane ameshindwa kuingia kule mpaka akaokolewa. Yohani tano mstari wa tano. Kwa hiyo mtupatie namna mpya kila mara ya uchungaji. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naongereni sana, labda baba rekta, ingawa umesema ujaomba, umesema tu na sisi tumesikiliza tu, tunashukuru. Lakini kwa wale ambao wana mkono walao wa pongezi, baba askofu rekta, ingawa umesema tu, basi tukupe mkono wa pongezi kwa niaba ya Kipalapala na jamii ya hapa ya karibu wa rekta au frateri ambaye atakushikia kisonjo. Asanteni sana, asante.